Nam kutoka CGTN kimataifa. Hii ni nuru ya mashariki tuliyokuandalia: mjumbe wa China aunya Japan dhidi ya kuingilia masuala ya ndani ya China, ndege ya kichina C919 yafanya onyesho la kwanza mashariki ya kati katika maonyesho ya anga ya Dubai, na waziri mkuu wa China akutana na rais wa Zambia kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Namkaribu tena. Mwakilishi wa China katika Umoja wa Mataifa ameelezea kwa ukali kusikitishwa na hatua za Japan, akilitaka taifa hilo kusitisha mara moja kuingilia masuala ya ndani ya China na kuondoa matamshi yake ya kichokozi na yenye makosa kuhusu suala la Taiwan. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia maelezo yafuatayo. Waziri Mkuu wa Japan, Sanae Takaichi, hivi karibuni alisema kwamba matumizi ya nguvu ya China bara dhidi ya Taiwan yanaweza kuwa tishio kwa uwepo wa Japan na akaashiria uwezekano wa kuingilia kijeshi katika mlango bahari wa Taiwan. Licha ya malalamiko na maonyo kadhaa kutoka China, Japan imekataa kurekebisha kauli hizo. Akizungumza katika kikao cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu mageuzi ya baraza la usalama, Fu alisisitiza kuwa wanajeshi wa Kijapani katika historia mara nyingi wametumia visingizio kama tishio kwa usalama wa taifa kuanzisha uvamizi. Alibainisha kuwa Takaichi amerejea tena kupandisha joto mjadala kuhusu Taiwan, akionya kwamba nia halisi nyuma ya matamshi yake inatia wasiwasi. Balozi huyo pia aliuliza ni vipi jumuiya ya kimataifa inaweza kuiamini Japan kufuata njia ya maendeleo ya amani na kubeba jukumu la kulinda amani na usalama wa kimataifa. Tunaitaka Japan kusitisha mara moja kuingilia masuala ya ndani ya China, kuondoa matamshi na vitendo vyake visivyofaa na vya kichokozi na kuacha kucheza na moto kuhusu suala la Taiwan, la sivyo Japan ijiandae kubeba matokeo yake. Na iwapo Japan itathubutu kujaribu kuingilia kijeshi katika suala la mlango bahari wa Taiwan, huo utakuwa uvamizi wa moja kwa moja na bila shaka utakabiliwa na jibu kali kutoka China. Tutatumia kwa uthabiti haki yetu ya kujilinda chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa na tutalinda kwa nguvu mamlaka na umoja wa ardhi ya China. Ndege ya abiria ya kichina aina ya C919 imefanya onyesho lake la kwanza mashariki ya kati katika maonyesho ya anga ya Dubai mwaka huu, hatua inayodhihirisha kuimarika kwa uwezo wa China katika sekta ya anga na juhudi zake za kupanua ushawishi katika soko la kimataifa ronald mutie anatueleza zaidi ndege ya abiria ya china aina ya c919 iliyotengenezwa nchini humo imefanya onyesho lake la kwanza mashariki ya kati wiki hii katika maonyesho ya anga ya dubai mwaka 2025 mojawapo wa mikusanyiko mikubwa yenye ushawishi mkubwa zaidi duniani katika sekta ya anga huku ndege mbili za c919 zikionyeshwa pamoja na ndege ya c909 maonyesho hayo yamevutia waonyeshaji zaidi ya 1500 na wataalamu wa sekta zaidi ya 1148 kutoka mataifa 98. Kwa China, maonyesho haya yanazidi kuwa jukwaa muhimu la kuonyesha uwezo wake wa anga na ulinzi pamoja na kujenga ushirikiano wa mabilioni ya dola. Kuanzia ndege za kibiashara na droni hadi teknolojia ya anga za juu na injini rafiki kwa mazingira, tukio la mwaka huu limeshuhudia uzinduzi wa bidhaa nyingi za Kichina. Ndege ya C919 iliyoletwa na mtengenezaji wake COMAC ilifanya maonyesho ya kuruka angani huku nyingine inayotumiwa na shirika la ndege la China Southern ikionyeshwa ardhini, ikivutia wawakilishi wa mashirika ya ndege, kampuni za wakondishaji na waandishi. C919 ni ndege ya kwanza ya kibiashara iliyotengenezwa kikamilifu nchini China. Imeundwa kushindana na Airbus A320 na Boeing 737 ikiwa na faida kama usalama wa hali ya juu, matumizi bora ya mafuta na matumizi ya nishati endelevu. Kutokana na kuchelewa kwa minyororo ya usambazaji kwa watengenezaji wa magharibi, wachambuzi wanaona fursa ya COMAC kuongezea hisa ya soko mashariki ya kati. We have

Ushiriki wa China kwenye maonyesho haya unaonyesha kuimarika kwa ushirikiano wake na Mashariki ya Kati katika anga ya kiraia, ulinzi na teknolojia ya anga. Waziri mkuu wa China Li Qiang amekutana na rais wa Zambia ya Hakainde Hichilema mjini Lusaka kujadili kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, wakiahidi kupanua ushirikiano waki katika biashara, miundombinu na maendeleo endelevu. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Waziri mkuu wa China Li Chang amefanya mazungumzo na rais wa jamhuri ya Zambia Akainde Ichelema katika mji mkuu Lusaka, ambapo pande zote mbili ziliahidi kuimarisha ushirikiano katika maeneo mbalimbali. Li aliwasili Lusaka Jumatano kwa ziara rasmi nchini humo. Wakati wa mazungumzo hayo, Li Chang aliwasilisha salamu kutoka kwa rais wa China Shi Jinping kwa rais wa Zambia Akainde Ichelema. Li alisema kwamba China na Zambia ni ndugu marafiki na washirika wa kweli. Mwaka jana Rais Xi alikutana na Rais Chilema wakati wa mkutano wa Beijing wa jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika FOCAC, ambao ulitoa mwelekeo mpya wa kuimarisha uhusiano wa pande mbili. Li alisema China iko tayari kushirikiana na Zambia kuimarisha zaidi uaminifu wa wa kisiasa, kuunga mkono maslahi ya msingi ya kila upande kuendeleza ushirikiano wa kimkakati wa kina, kusukuma mbele juhudi za kisasa za maendeleo na kujenga jumuiya ya China na Zambia yenye mustakabali wa pamoja. Li alitaja kufufuliwa kwa reli ya Tanzania kwenda Zambia, yaani TAZARA, kuwa ni matarajio ya pamoja ya wananchi wa nchi hizo mbili na akataka kuwepo uratibu wa sera ili kuendeleza maendeleo ya maeneo yanayopitiwa na reli hiyo. Pia alisema China na Zambia zinapaswa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa kwa kushirikiana na nchi nyingine za kusini mwa dunia kupinga ubeberu na migawanyiko na kulinda masilahi yao ya pamoja. Kwa upande wake, Rais Chelema alisema Zambia itaendelea kushikilia sera ya China moja na iko tayari kupanua ushirikiano na China katika uchumi, biashara na utamaduni. Aliahidi pia kutekeleza makubaliano ya FOCAC na kukuza jumuiya ya mustakabali wa pamoja wa Zambia na China. Baada ya mazungumzo hayo, viongozi wawili hao walishuhudia kusainiwa kwa nyaraka za ushirikiano kuhusu mpango wa ukanda mmoja na njia moja, BRI, mahusiano ya wa watu kwa watu, madini ya kijani vyombo vya habari na sekta nyingine. China inaendelea kujenga mradi mkubwa ni wa nishati safi katika mji wa Songyuan kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mradi huu utabadilisha umeme unaotokana na jua na upepo kwa bidhaa safi kama hidrojeni na amonia ambazo zitatumika kama mafuta yasiyochafua mazingira. Kiwanda hiki kinatarajiwa kuanza kazi mwishoni mwa mwaka huu na kitakuwa moja ya miradi mikubwa zaidi duniani ya nishati jadidifu. Tom Njala anatueleza zaidi. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuanza kazi mwishoni mwa mwaka huu na kundi la kwanza la amonia safi yani green ammonia litaelekezwa kwenye matumizi ya mafuta ya meli za kimataifa. Mradi huu ni sehemu ya Songyuan Hydrogen Energy Industrial Park ya China Energy Engineering Group na unatumia mfumo wa umeme wa jua wenye uwezo wa megawati 50 pamoja na shamba la upepo lenye megawati 590 kuzalisha umeme unaobadilishwa kuwa amonia safi. Mradi wa Songyuan pia una kituo kikubwa zaidi duniani cha kuhifadhi haidrojeni chenye matangi kumi na tano, kila moja likiwa na uwezo sawa na ujazo wa maji wa mita za ujazo elfu mbili. Matangi haya hutumika kama bwawa la akiba la kunyonya haidrojeni ya ziada wakati uzalishaji wa umeme wa upepo na jua unapokuwa juu, hivyo kuhakikisha upatikanaji wa mali ghafi ya kutosha ya kuzalisha amonia. Aidha, teknolojia ya flexible ammonia synthesis imetumika kwa mara ya kwanza hapa ikiruhusu uzalishaji kubadilika kati ya asilimia 30 hadi 110 ya uwezo wa kawaida. Mhandisi mkuu wa Shanghai Electric Hydrogen Wu Liang anasema kwamba timu yake imeboresha teknolojia ya alkaline electrolizing ili kuongeza kasi ya majibu ya mfumo na kutoa suluhisho jipya kwa uzalishaji wa hidrojeni safi. Mradi wa Song Yuan unaendelea kurahisisha ubunifu na kupunguza gharama katika teknolojia ya hidrojeni nchini China. Kupungua kwa gharama hizi kunarahisisha matumizi ya amonia safi kama mafuta ya meli, jambo ambalo limeonekana hivi karibuni katika mji wa pwani wa Dalian, ambako shughuli ya kwanza duniani ya kujaza meli mafuta ya green amonia imefanikiwa. Kwa sasa uzalishaji wa kawaida wa amonia duniani unazidi tani milioni mia mbili kwa mwaka na China inachangia takriban theluthi moja ya uzalishaji huo na kadri teknolojia ya amonia safi inavyoendelea kukomaa na kuwa nafuu, wataalamu wanakadiria kwamba mahitaji yake yatazidi tani milioni 1 kufikia mwaka wa 2035 te

Kwingineko ni kwamba kampuni ya kimataifa ya usafirishaji na vifaa vya usafirishaji Maersk imezindua bohari lake kubwa zaidi huko Shangai siku ya Alhamisi, hatua inayoonyesha imani yake thabiti kwa nafasi muhimu ya China katika kusukuma mbele mabadiliko ya kimataifa kuelekea nishati ya kijani na kuunda mustakabali wa vifaa vya usafirishaji. Hamis Tarwish anaripoti zaidi. Kituo hicho kilichopo katika eneo maalum la bondi kamili la Yangshan katika eneo maalum la Lingang kimejengwa kwa uwekezaji wa zaidi ya yuan bilioni moja, takriban dola milioni 140 za Marekani, kikijumuisha eneo la mita za mraba laki moja elfu kumi na tatu na nafasi ya kuhifadhia ya mita za mraba laki moja elfu arobaini na saba ni mradi mkubwa zaidi wa bohari la Mask nchini China na moja ya miradi yake mikubwa duniani.

This, this, uh, really. Mikoa ya kati ya China inayozalisha mpunga inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha upatikanaji wa maji, kudumisha tija ya kilimo na kuimarisha usalama wa chakula huku ukame uliosababishwa na joto kali na ukosefu wa mvua Ukiathiri maelfu ya hekta za mashamba ya mpunga. Zakia Pong anatueleza zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Karibu. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zageapn. Mikoa ya kati ya China inayozalisha mpunga inafanya kila juhudi kuhakikisha upatikanaji wa maji, kudumisha tija ya kilimo na kusaidia usalama wa chakula. Kutokana na joto kali na ukosefu wa mvua, takriban hekta 43 na mia tatu za mpunga katika mji wa Xiangyang mkoa wa Hubei ziko katika hali ya ukame. Baadhi ya matuta ya shamba yanapasuka na viwango vya unyevu wa udongo vinashuka. Katika kijiji cha Chenhang, takriban hekta 130 zimetengwa kwa ajili ya kilimo cha mpunga ili kukabiliana na ukame kijiji hicho kinatumia visima ishirini na mbili ambavyo vinachukua zamu kusukuma maji kwa saa ishirini na nne kwa siku ili kuweka unyevu kwenye udongo. Idara mbalimbali mbali katika mji wa Xiangyang zinafanya kazi pamoja ili kukabiliana na ukame. Wataalamu wa kilimo wanatengeneza mipango ya umwagiliaji maji iliyoboreshwa, na idara ya nishati inahakikisha pampu za maji zina umeme wa kutosha. Timu ya hali ya hewa inatoa tahadhari zaidi ili kulinda kikamilifu sehemu ya chini ya unyevu wa udongo, zote zikilenga kuhakikisha mavuno mazuri katika maeneo ya kaskazini mwa Hubei yanayozalisha nafaka. Wakati huo huo, wilaya ya Kushi mkoani Henan inakabiliwa na ukame baada ya zaidi ya siku ishirini za joto kali na jua. Ikiwa ni eneo muhimu la kuzalisha mpunga, mamlaka za huko zinahakikisha upatikanaji wa maji kwa hekta laki moja na mbili za mpunga wakati wa hatua muhimu za ukuaji kwa kuleta maji kutoka kwa vyanzo vya umwagiliaji na kuchimba visima. Kwa sasa wilaya ya Gushi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 Kupuliza povu kwenye maandishi. Msichana mdogo anapenda kupuliza povu mbele ya mlango. Kama tu ukiweza kusoma herufi za Kichina kwenye povu kwa usahihi, povu zitaelea. Tafadhali msaidie msichana kusoma maandishi kwa usahihi na kuruhusu mapovu kupaa.

Kujaza sehemu zilizoachwa wazi. Kwa kila andiko sahihi unalochagua, utapokea zawadi. Wacha tuone ikiwa unaweza kukusanya zawadi zote. Ha.

Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mgoan, nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki Andesco kwenye Facebook.